Do you know what I've gone through for those seven years to raise Casey? alafu nasikia, she's not my child and this lady of

So niko hapa juu ya kesi ya shamba ambayo nilinunua kutoka kwa huyu mzee mm. But I got the phone call from that lady mm. Yes, she informed me that the land mm. sale was a fraud. Mm. and I'm here to claim back my money mm. which I gave to mzee which was 2 million Kenya shillings Na, kuna kitu sielewi mimi na muniambie. Kuna kitu sielewi mimi, mimi mtaniambia kwamba <laughs> uh, amepigia mtu ambaye alinunua shamba kwa mzee pia. Eh, tuweze kujua tuko na nani hapa si ndio? mm. E, kwa aje bro? Niko salama sana mm. Ndugu yangu. Eh, unaitwa nani tafadhali? Naitwa Bernard. Eh, so niko hapa juu ya kesi ya shamba ambayo nilinunua kutoka kwa huyu mzee mm. But I got the phone call from that lady mm. Yes, she informed me that the land mm. sale was a fraud mm. and I'm here to claim back my money mm which I gave to mzee which was 2 million Kenya shillings. mm. Na hiyo pesa, ufahamu kwamba si pesa yangu. mm. Hiyo ni pesa imetoka kwa ndugu yangu ambayo huko ngambo. Mm. He worked hard for it, it's hard earned money. Akanitumia ninue shamba. Mm. But mzee akataka advantage na akanikon. Mm. Zee aliona mjinga akanikon, and I treated him very well. Hiyo siku mpaka nikanunulia nyama na bia, akakula, akakunywa, akashiba. Mm. Nikampatia a thousand bob, mm. But mzee akaamua kunikona fotokopi, ambayo nilipatia title deed inasema ni wewe uh -huh. But I got information kutoka kwa yule dada pale, akaniambia mwenye shamba ametoka USA ametoka Marekani na shafika. Hmm. Na, Shafika. Hmm. na ako na documents Huyu ana legit documents ndio. mm. Kwa hivyo it was a fraud, sio ati ako na mm. documents zenye ambazo sio legit documents. hata zenye ako nazo hata saa hii hazijabadilishwa ziko na majina yangu. mm. Kwa hivyo kuna venye kulienda ndio ikakuwa, ikakuwa mimi sina nini, sina hiyo shamba Unanielewa lakini shamba yenyewe mimi ndio nilikuuzia na mimi shamba ilikuwa yangu. Mm. Lakini kuna venye kuliendelea. Na kwa hiyo mimi, ni mimi naonelea tu usikizane, na wewe unipatie muda, mimi pesa yako sikatai kukupatia. Ndio nasema akinipatia muda kidogo, tunaweza ongeleshana na watu wangu venye tulikuwa na wao. Mm. Na toa kaweka signature na kama mashahidi na watu wako wa gani, eh kuna Evelyn kuna Kanini na kuna yule bibi yangu mwingine, na sio watu walitoka hapa. Mwisho kama wamekuruka mzee, hata kama aliniruka, the fact is hawezi kana damu ikiwa kwa mdomo. Hawezi kana damu ikiwa kwa mdomo. Mama alikuwa hapo, watu unawajua? Ndio nafahamu huyo hapa. hmm. Huyo alinitumia, alinipigia simu akaniambia kuhusu hiyo shamba. hmm. Kwa hivyo namfahamu vizuri. hmm. Sana. Na huyo unamjua yupi? Mm, huyo pia alikuwa kwa hiyo kwa hiyo ni nini mkiuza shamba ukilipa pesa. Eh, yeah, upi anamfahamu? Yeah. Ndio. Yenda. Yeah, anda... so witnesses. Yeah. Yeah. Okay. Na nani alikutafuta ukikuja kununua shamba? Mwenye ndafuta nikuja kununua shamba ni yule pale amevaa hiyo ni nguo nyeupe. Yeah. Imeandikwa nambari 12. Yeah. Ndio. Okay. Sasa, mzee wewe unasema kwamba mtakubaliana na na grupu yako mrudishe pesa. Eh. Yeah. Lakini grupu yako mwisho ilikataa. Sijui, acha tusikie venye wanasema. Evelyn hmm. mnakubaliana na mzee maneno ishe mrudishe pesa wenyewe <laughs> sasa mimi, mimi binai kusema tu kweli mi narudisha pesa gani nami pesa nishapea yani? wewe mzee labda mwongea na bibi yako akurudishie pesa juu mimi saa hii sina pesa hata saa hii hakuna kenye nawezauza ifike hiyo pesa so ongea na bibi yako hmm. bibi yako akurudishe hiyo milioni mbili juu tushamtumia sisi wote tuli, tuli, tuli, tuli, hey, bye. Ni saa isi na nishapeana ya pesa yako iko na huyu hata tulipatia mama Binai. Asi hata wewe unaelewa, hmm. Ae, na kama anaweza kuwa e, na kama anaweza kuwa na roho ya ubinadamu anaweza kunirudishia tu hiyo pesa tu. Hiyo maneno ishi hapa. Hiyo maneno ishi hapa. Ishi hapa, ishi hapa. Ishi hapa. Mwenye pesa. Yeah. Hey. Shamba pesa. Juu. Juu, shamba title deed ya ile shamba ni yako nayo pesa yenye tulipewa ni yako nayo. Sasa, unajua mtu, hiyo uamuzi haikutoka kwangu na haikutoka kwa mtu mwingine, ilitoka kwa daktari na sijui kama daktari atakuwa anakubaliana na an kwamba arudishe pesa ipeanwe hapo e, mimi nimekataa mm. Na mimi niliona kwanza na nikachua, mi huwa nikifanya uamuzi huwa naona mbele mm. Na mi niliona kwamba huyu mama amenyanyasika mm. Na nyinyi hiyo pesa mulikuwa mnataka kuenda kukula tu kufanya, hakuna kitu ambaye mulikuwa mnataka kuenda kufanya. Jua hiyo pesa daktari itarudi, na ndio maana si kutumia hata shiringi moja mm. Hey. Sasa hiyo pesa najua muzee utapata. Ndio maana mimi nikifanya kitu huwa naona mbele, na mi nilitaka tu ikue funzo kwako na wengine. Ndio maana nilisema hiyo pesa murudishe. Sasa umeendelea, mimi nibebe msalaba wangu peke yangu. Hiyo mi wenyewe, unajua hiyo kesi mi sihusiki. Mi wenyewe mukae chini muongee. Eh, hmm. E, muelewane vile munarudisha na najua mko na uwezo wa kurudisha kabla nifanye uamuzi. Unajua, sasa hiyo, hiyo ni wewe mwenyewe na yeye <coughs> hiyo mwenyewe <coughs> mtaongea, lakini mimi ndio nilifanya hiyo uamuzi na nilijua ni kwa nini, mzae. Kama kuna unaweza lipa hiyo deni na ile makosa yote yenye umefanya na ile jasho ya huyu mama yenye ulikuwa unakula kama hiyo milioni moja kama kuna kitu yenye unaweza pata uuze. Unajua, hata hiyo shamba sikununua na pesa ambazo ni mimi mwenyewe nilimkono, ni zenye yeye mwenyewe alikuwa ananitumia hmm. Nizenye na hmm. nakusanya kidogo kidogo nikitumia bibi yako hmm. kidogo napakisha kidogo. Lakini Binai, Binai kusema ukweli huyu mama anafaa kurudisha hiyo pesa, ana, utarudisha pesa. mimi siwezi kama vile daktari ameani advice na hiyo kazi yote tumefanya, mimi siwezi rudisha. Kanini utarudisha pesa sasa mimi narudisha nini? bina ina sina pesa mika yalikuwa nao wote, sinshapu ya mama wote amenipea mzee. Ajipange tu kwanza. Kitu kwanza, mimi mwenyewe nimeumia kujua yeye mwenyewe alikuwa ananitumia against my will, so akibebe tu msalaba yake mzee. Nadhani kufikia hapo, umesikia venye wanasema, wewe utabeba msalaba. Sasa mimi kama ni hivyo, na hata daktari amesema hata nisaidia, mimi tutasikizana tu na kijana wangu hapa, venye alikuja nikamuuzia shamba hivyo uh, hivyo tu ndivyo tutaongea naye. Nipatie muda kidogo, nitafuta namna ya venye nita... hmm, sasa niumwelezee basi, uone kama yeye anakubali kukupea wakati yeah, sasa... unasemaje? Hmm. Nimesema unaitwa nani? <coughs> Okay, mzee nimekusikia umeongea kama mtu mzima, but mimi sitaki story mingi, nataka uniwekee pesa hapa juu ya meza hapa hapa mahali tuko, uweke hapa niende zangu sisi ni watu wazima, mimi ni mzee na siwezi kudanganya. We nipatie tu muda kidogo, nitatafuta namna no. venye nitapata hiyo pesa na sitakosa, na siwezi kunyang'anya pesa mm. zako, nitakupatia venye lipatia kwa heshima, kijana wangu. Hata mimi sik nimekura hata ndururu ndio mm. nika hiyo pesa ikasemekana tupatiana tulipatiana na ukwenye, tulipatia, na ikaenda hivyo, na kwa sababu hata wenye tulikuwa nao wameniruka kijana wangu, nipatie nafasi siku kidogo tu, si niko na namba yako, ama wewe si uko na namba yangu? Utanipiga, ukipiga, ukiniuliza pesa yangu umepata, nikwambie kijana wangu nimepata ama sijapa, takurudishia hiyo pesa ya wa kijana wangu, kusiwe wasi wasi, na wasiwasi. Hata nadhani ukinipatia almost 4 weeks nitakuwa nimejitayarisha mzee, mimi waminifu wangu kwako, kwa haiko tena. Mimi naenda, na sikupigii simu, mimi kesho narudi hapa unipatie pesa zangu. I think hiyo tumemaliza. Ukirudi hapa kijana wangu kesho, haitawezekana na sitakuwa nimepata pesa. Hata kama ni ng'ombe ama nini, siwezi shika saa kama hii na niku, niku, niku, niku, na naipate mteja tu sahi sahi na nikupatie pesa yako, kwa I think 24 nipati... hours is enough for you. Mimi naenda Napigia, napigia wakili, we jipange, ujue venye utajipanga kesho. Nikikuja mi nataka pesa yangu yote hmm? stori ya kuuza sijui ng'ombe, kuuza shamba, sijui wapi, mi hiyo sitaki kujua mi nataka uniwekee pesa hapa yote, mi niende, usahau kama tulikutana, hiyo ishe hivyo Kijana wangu. Si tuko sawa, nipatie tu wiki ni ni tatu, nitatafuta venye nitafuta, hata kama ni shamba nitauza. Si bado ni shamba bado nikuuzia, ndiko nikapata hiyo pesa, hivi hivyo tu, ni ni tu ndivyo nitauza shamba, ndio nikupatie pesa. Niko na shamba pande ya Kirinyaga nyo nilikawiwa na baba yangu hmm, sijakosa si, si hata kama ni eka mbili hmm, nitakata hata kama nikuotayake niuze hmm. Pesa. So, kwa hiyo mzee, ulikuwa tuna shamba lakini ulikuwa unataka tu kuongeza ingine, na ujanja unajua a hapa duniani ya itosheka, watu, watu watoshekangi hata hmm. wale wakubwa wanatuongoza wako na mabilioni ya pesa na wanazidi tu kupora. Sasa unaona mara hii utatosheka, itabidi utosheke kwa sababu masaibu yenye mikufara hmm. itabidi utosheke, ni sawa hmm. lakini anipatie tu nafasi kidogo hmm. Kijana wangu, nitampatia pesa yake, nitauza hata kama nikakuta pahali nitampatia. hmm. hmm. Oh, bro karibu. For me mzee, sidhani kama tunaelewana bado, kuna disconnect kati yangu na wewe. Niaje yeah, bro? Unataka nikupatie timelines? <coughs> <coughs> mimi hiyo sita kupatia. Niaje? Karibu. Ni sawa. Mimi nataka pesa saizi. Saizi. Sitaki timeline mimi. Saizi pesa hiyo hazipatikana kijana wangu na kuomba tu nipatie muda kidogo tu. Si wewe nilikuwa nimekupatia muda? Ndio hiyo milioni moja ndio nikukabidhi chati cha, cha shamba na nikubadilishie hivyo hivyo tu, na wewe unipatie muda kama huo, ndio nikurudishie nini. Dakika tu kidogo tu, alafu tunaongea na wewe. So umekubaliana aje? For me mzee <coughs> sidhani kama tunaelewana na wewe <coughs> I think itabidi tumechukua hatua, tufuate sheria. Hii maneno ya kuongea na mdomo haitasaidia. Ama mzae, ile shaba ya Kirinyaga katia yeye nusu ama fanya hivi. Nikukatia si hata hiyo yo eh, kena ilikuwaga nikuotaeka si nianda nikukatie kuotaeka pale mzee, maneno iishe namna hiyo. Okay, mimi sikuwa na plan za kwenda Kirinyaga. Basi fanya hivi kama huko na haja na kwenda Kilinyaga, nipatie muda niuze akakuota hapo. Basi atafutia ile ya Kilinyaga mteja. Okay mzee, ata nikupatie siku moja, wewe jua wewe unajipanga mm. nao siku moja siwezi kupatia more than one day, wewe siku moja within the 24 hours, fanya juu chini Tafuta mteja mali, utapata. Mimi sijui wewe, uza shamba unirudishie pesa. Shamba si kitu ya kuuza na siku moja. Hata wewe hukutafutwa na siku moja ndio tuuze ile ploti tulikuuzia ama nilikuuzia. Ilikuwa ni karibu miezi mbili ama tatu, lakini mimi nakupatia mwezi mmoja. Ah, yes, wiki nne. Hata wiki nne ni nyingi. Mimi nakwambia unipatie wiki tatu. Kwa hivyo wewe umetafutwa na zaidi ya miezi tatu, lakini mimi nakupatia wiki tatu nipatie ni nafasi, nimepata ni mteja huyu huyu mzee ako na anateseka, ashanyanganywa kila kitu na bibi yake hata. okay, nikuwe mzuri mzee, hata hata nikupe siku tatu mpea. so, mwezi moja tafadhali. so, mwezi ili mwezi aweze kutafutia ile shamba ya Kirinyaga pesa, akurudishie na niko sure ya, hata. no, nikupee siku tatu Mi nakuomba unipatie wiki tatu ama mwezi mmoja nitakuwa nimekutafutia yenye akoshua, e, ni ni yeah. Siwezi kupatia ku mwezi mmoja mzee, mwezi mmoja ni mingi, sijui kama uta travel sijui utaenda wapi. Sawa, Kenya hii nitatoka nienda, sawa, sina sina, mi nakupea siku tatu, labda nijichimbie kwa kaburi na huku chini nikiwa tunamaliza siku tatu Siku tatu dogo. Okay, ni sawa sawa kama umeelewana hivyo, umeelewana siku ngapi? Siku tatu. Siku tatu. We mzee wewe jaribu siku tatu hizo uone labda Mungu atakufungulia njia umeelewana na wewe kwamba atakupea pesa haina tuna, tuna, tuna sawa? Sawa, shida namba yangu. So tunaona hapa mgeni amefika hapa pia na tujatarajia kwamba atakuwa Mm. Najua tumekuwa hapa na ka, ka, ka issue kidogo hapa kwenye nilikuwa tuna solve, ndio maana nikakwambia usubiri kidogo mm, yes. Endo, so, yeah. So, so, kwa hivyo bro, hiyo ndio kitu imefanya ukakuja, yeah. Na umeambiwa na nani ukuje? Aa, nimezileta mwenyewe hmm. Nilikuwa najua nitawapata tu hapa. Aya, basi young lady, save my time. Patie mali yangu. Hey, maneno inashikana aje sasa tena? Mara mwisho, mwisho. Ya kidogo. Mwisho. Hey, ujasalimia hata watu ndugu. Umekuja ndugu. Yeah, na hasira sana yeah. Ndio maana najua, mara ya mwisho ulikuwa hapa na najua hiyo ale ambaye alitendeka, na nashukuru umejileta tena kwa mara nyingine, na umekuja kama tunajaribu kusuluhisha mambo mengine hapa e, hii kesi imekuwa na mgogoro mrefu, lakini nashukuru Mungu tuko tunafika tamati, sababu naona mambo imeanza kurahisika. Najua na vile ulitoka, nilikuwa nimekuambia jaribu kutuliza asira yako na na ujaribu ku kutuliza moyo wako. Na nashukuru huyu msichana wako salama, hujamfanyia kitu chochote kibaya, na hiyo nashukuru, nakupa pongezi na nashukuru na umefika na, na kwa wakati mzuri, na kuna mambo ambayo unajua auwezi yafahamu. Hey, hey. na ukiwa mwelewa I want to know if, wacha nikueleze kijana yangu, sababu unajua hii siri ni mimi nilikutobolea, sababu huko unajua chochote, na ungeendelea kukaa kwa giza hii muda yote ungeijua chochote, ungeendelea kufunikwa na kutumiwa vibaya. So ni vizuri ungeniheshimu kidogo, ningekwambia. Ingekuwa ni vizuri ungeniheshimu na unisikize, sababu hii mambo yote, hii miaka yote sita umekuwa ukitumika huku unajua chochote. Si ni ukweli Kanini? Mnafanya namna gani? Kwa sababu yamekuja nataka pesa zake, sasa mimi sayapo mali niko, sina kitu yote you don't know Kanini, kama kuna vitu zenye uko nazo za huyu kijana murudishie tafadhali, ndio mtaongea, mtasuluhisha. Baada hapo ziko lakini vitu zenye alikuwa anajua ni anafanya si hizo zenye ni za mama, hmm. So alikuwa anajua yes. Tumeshughulika, tumenua but everything was mama, so pesa yake hmm. Nilikuwa natumia mwenye kujisaidia kivyangu. What? So, kwa hivyo, hukununua nyumba? Already nilikuwa na nyumba na ilikuwa na jina yangu. So by the time nili doc nili provide documents akaona jina yangu. That was enough satisfaction to him. I gave you money to buy a car you didn't buy. Right? Hukununua pia. So you're saying I'm getting nothing. Bro. Bro, tafadhali usipigane, please. Hata tuongee bro. No, tunapunguza hasira tafadhali bro. Punguza asira nani, simuelewane tafadhali venye mtarudisha. Unajua sasa hii maneno imekuwa inaisha vizuri, lakini sasa naona tena inaongezeka. Mm-hmm. Tuelewane tu tafadhali. Unajua kijana akileta akileta vita vita hivi mm hivi mm-hmm. Watasikizana aje? Hata kama anaweza fikiria kuingilia, sawa. Nikipatia mtu tawako pesa, tusikizane nini? Do you know what ihave gone through for those seven years to raise Kesi, alafu alafu nasikia

Kijana yangu, naomba utulie kidogo, naomba utulie, naomba utulie sababu, hey, kuna mambo ambayo, hey, ika hapa na ambayo uelewi na, na ingekuwa vizuri unisikize <laughs> nikuelezee. Unajua, unachukulia wewe msichana makosa, wewe msichana, hali ambayo anapitia sio kupenda kwake, mm -hmm. Hii ni vitu ambayo alifanyiwa, hata ingekuwa wewe uwezi la, uwezi lala na mzazi wako, na hii ni madawa ambayo alikuwa anaekewa na, na ndio alikuwa anafanya hizi vitu ingekuwa vizuri ungeweza kumwelewa, utulie, mujue vile mnasuluhisha. e, unajua kuleta vurugu sio vizuri mstari, hali ambayo anapitia hmm. Ni mtu ambaye anahitaji kupewa muda sababu sio kupenda kwake. Ningependa hmm. utulie na uniheshimu sababu mimi ndio niliweza kukufunulia hii mambo. Ningependa tu uniheshimu na vile uliniamini ningependa uniamini mpaka saa hii na ukae chini muelewane vizuri, vile mtasuluhisha hii maneno. Sababu mi naona nimeng'ang'ana na mama nimeweza kung'ang'ana mpaka amepata vitu zake, na bali ambayo imebakia hapa sio kazi ngumu. yeah, e, means, ni yeah. mambo tu ya kuongea kama familia na mjue vile mtasuluhisha. Na nilikuwa nimekuambia kijana yangu ni kijana muungwana. Na ningependa utulize hasira, utulie sababu huyo msichana una mhukumu bure. Ai, una mhukumu bure. Unajua msichana vitu alikuwa anafanya, hata kulala na na baba yake, sio kupenda kwake, ndugu yangu. Raising a child for 7 years alafu nakuja kugundua siyo wake, alafu nakuja hapa kuniambia for 7 years haikuwa kupenda kwake. is it making sense to you no? Cham, is it making sense to you no? Thank you I'm here for my property right now. Sitoki hapa bila nyumba yangu na gari yangu. Sasa sa na vita vita itafanya upe? Hiyo vita unatoa na hiyo ukali yote unatoa any means to get my property Unajiona mwavaza ungekuwa na vizuri vile unaongea na yeye unajaribu kuongea na yeye kwa hekima ndio ili utujue vile utasaidiwa upate vitu zako unajua ukikuja na kiburi namna hiyo Ni ungependa unyenyekee ili vitu zako ujue vile ukali yako itaweza itaweza, itaweza fanya udhibiti <coughs> mali yako hiyo ukali unakuja nayo na vita Mama sulikuwa na wewe hapa juzi kwangu si kwa vita sawa sulikapa ju, you are beating them up. Sasa mimi nikifanya ni makosa, sivyo? na uchungu, uchungu mimi ndio nilikuwa na mwingi kuliko kuliko, ah ukijua historia yangu. Okay, so when it comes to it, it is good, when it comes to me it is bad. okay? it's, it's fine. It's fine. It's fine, me I don't care if it is wrong or whatever. I want my property and that is it. It is not well until I get my property. Vita yote hata hakuna amani. Wakati umeingia hata usalimii watu. Kanini ni mtoto wangu. You should be asking yourself, The last time mukitoka hapa mimi na mamu we are rivals. Sasa tuko yes. tunasikizana. hmm. But right now she's with me I don't care. hmm? I care less. Yeah, I mambo yote kia less sawa ka hivyo. I want my property and that is it. It's okay then we'll find a way out but for now seen anything so on me. For now, I can't get my property. Unajua tu kiendelea kurushiana hivi cheche. Mama, unajua huyu ni kijana yako na ningependa mkae chini. Advise me. Ningependa mkae chini na yeye kama familia, muongee sababu ni hasira ndio yako na again, mtu ambaye mkikaa chini muongee ni mtu ambaye ataelewa na mtaelewana vile mtasaidiana. Ningependa muongeleshe tu sababu ni hasira, ni mimi namuona na ni kijana wa hasira lakini mkiongea vizuri na hii mambo mtasuluhisha, kuliko tuende tukae hapa mpaka jioni tuki... tukirudia kitu moja mmm, ningependa tu uongee naye vizuri, mjue vile mtasuluhisha hii maneno eh, hata kama mtaki kuongea, kama wapi mnaweza songa kando mkaongea. Hey, kwenye daktari amesema so maadhe wewe ndo uko na mtoto wako hapa, unaamua aje hii kesi iishe? Kwa sababu hatutaki vurugu tena, tumemaliza vitu kwa amani, umepata vitu zako. So kwa hivyo amua nani. Bro pole sana, najua ujui kitu inaendelea ni nini, lakini wacha tumalize tu they found a way of solving all their issues. Mm. Uh, see, Vita. Okay, so. mm -hmm. unajua ni vile amekuja akiwa mkali. Mm. Mimi siwezi kosa mali ya kumlipa, lakini vile amekuja akiwa mkali na vile huyo mtoto nimemlea na ni mtoto yatima. Mm. Siketaka aingia katika hiyo ni hali, anamwingiza akuja akiwa mpole, ndio tujue hiyo mambo vile itakuwa. Mm. So Bondo, nakuelezea unaona venye madame sema anaweza kukulipa kuku, kitu yenye unadai. No, ako tayari kusimamia mtoto wake kukulipa kitu nadai, lakini anataka ukuja kwa utaratibu, utaratibu. Eh, bila hasira kupigana hivyo tu, na nimeuliza tu vizuri. Akiwapiga ni sawa. Mimi when I'm angry it is wrong yes, right? Sasa unajua, unajua kwa nini? Unajua, kwa, unajua, kwa nini? Unajua wakati yapi alikuwa na hasira lakini after amejua ukweli kwamba vitu venye huyo msichana alikuwa anafanyiwa ni vitu alikuwa amewekea madawa nini vitu kama hizo, tunaona saa hizi wako sawa, amesolve issues Madame pata vitu zake, na naamini kama amesema hivyo atakupea. Sio mtu mbaya, ni sawa sawa kama yeah. So, mimi am getting my property well and good, mm, now you can talk in peace yeah, yeah. So madhe wewe mwambie kitu, ndio at least aweze, uh, kuelewa kama uko tayari, umejitolea kusema kwamba utashughulikia hayo maneno, asikie ndio tumalize maneno, ni sawa yeah. Nitakuwa na kikao na yeye na nitakuita pia Yes. So. Eh. Yeah. Hope bro ako sawasawa bro. Wacha tuache nini tuache hiyo hasira. Punguza tu hiyo hasira, Kanini nadhani hata wewe pia usikue na kitu ya kumjibu mbaya, makosa yeah. ili happen. So, mm. Eh, jua venye unaongea hata na yeye pia. That's why nimemwambia pia atulie, tusikizane mm. na pia on my side, mm. I'm sorry. Kunielewa sahi, pokea hiyo sorry, tafadhali. mm -hmm. Yeah. Yeah, ah, na you hasira you <laughs> <laughs> okay. So, ndugu yangu pole sana, najua tumekushtua, ujajua issue zinaendelea hapa ni nini, mitu zinafanyika hapa mingi, lakini venye eh, mm -hmm. mmeshaelewana mzee na Dani mambo iko sawa pia. Mmeshaelewana? Mmeshaelewana? Na venye nimekuelezea in case of anything, kama ataleta vurugu kidogo, mi nakupea namba yangu, utanipigia simu, ama itakuwa sawa sawa? Ni sawa.